mshindano yaliyoko mbele yake, sito nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba Simba anaweza kutoa na Stellenbosch. Sio kwa sababu sio timu nzuri, Simba ni bora kuliko Stellenbosch katika nyanja nyingi. Watu ndo mara yao ya kwanza wanacheza mashindano ya vilabu barani Afrika. Yes, waweza kusema wafika nusu finali, sawa sawa, na wewe wametoa bingwa mtetezi akina yu, guarantee ubora uliokuwa nao Simba, timu namba nne kwa ubora. Stellenbosch iko chini huko haiko hata 15 bora. Kwa nini wewe umekuwa namba 4 kwa ubora? Kwa sababu umewekeza kwenye ubora kwa muda mrefu, so Simba ni timu bora kuliko Selembosh kwangu mimi. Ukitolewa na timu ambayo unaizidi karibia kila kitu, mimi na kuwaga wa mwisho kuamini kitu hicho kinaweza kikatokea. Okay, tumalizie na kiwango cha Joshua Mutale leo hii, umekionaje kina improve? Magale yalikuwa ni mengi sana kwa mashabiki wa Simba. Mutale hajasajiliwa kwa ajili ya kucheza na timu za daraja la kwanza na Simba Mbeya City lazima atakuwa underdog. Hawezi kuwa, kuwa favorite kwenye mchezo ambao anacheza na timu namba 4 kwa ubora Afrika na timu ya championship ya Tanzania. Kitakachotokea ni kwamba Simba atakuwa favorite na uh, Mbeya City atakuwa underdog kwa sababu kwa ubora uliokuwa nao Simba uh, nafikiri katika nafasi hizi kila atakayocheza naye atakuwa underdog, Simba atakuwa favorite, mm -hmm. Kwa sababu wewe wewe namba 4 ya Afrika, alafu okay. tena ukawa underdog wewe usika, kwa sababu tuliweza kuona pale Chamazi uh, Azam FC waliweza kupoteza dhidi ya Mbeya City hii, ambayo leo tunaiona amekuja kucheza na Simba, kwa sababu kipindi cha kwanza Simba aliweza kushinda magoli matatu yale yale, ambao kipindi cha pili wametoka eh, vile vile, ina maana yake kwamba challenge iliweza kuwepo -ku haikuwepo yeah. Ishu ya kuwa underdog haitoi matokeo underdog mm -hmm inatokana tu na viwango vya timu vi, lakini kwenye mechi, matokeo yanabaki ni kitu tofauti. Matokeo yatatokana na namna timu zitakavyocheza kiwanjani, mpango kazi wa mechi husika ndio yetat, yatatoa matokeo. Ni, ni favorite na kwenda kushinda, unajidanganya mwenyewe, kwa sababu unapaswa kuja kiwanjani ufanye mipango yako i, i, vizuri uonyeshe kama wewe kweli ni favorite kwenye hiyo kwenye mechi ndio ushinde, kufunga. Mm. Wale watu wa Simba wakaamini kwamba oh, kama tunacheza mechi na na na timu ambayo yenyewe ni timu kubwa, kwa sababu wako na nafasi ya pili kwa championship. Yeah. Labda watu wafuatilie. Tofauti ni ndogo kati ya wao na mtibu wanaongoza na watu waliokuwa chini yao standi. Ligi ya daraja la kwanza ina ushindani mkubwa mno. Na sasa hivi timu ambazo zinacheza ziko kwenye nafasi ya kucheza playoff au kupanda ni ni zile ambazo zimetokana na ligi kuu. Kwa hiyo ushindani kule ni mkubwa. Unaweza ukaona timu ambayo imekuwa imekicheza hapa imezidiwa Uh, mbinu na maarifa na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja na Simba, lakini sio timu ndogo, sio timu ya kuibeza uh, pia wana wana matirio ya, ya ligi kuu pia. Mudathiri Hamisa aliyefunga bao alikuwa aliwahi kucheza kosi na amewahi kusumbua sana kwenye ligi kuu, kwa hiyo ni aina ya wachezaji ambao sio wabaya, na I think uh, ukiacha mtibo, hii ndio timu ambayo inaweza ikapanda moja kwa moja uh, kwa nishati ya Simba kuelekea mchezo wa leo inawezekana, labda waliweza kuhifadhi kutokana labda na mchezo wa kimataifa unapotoka game ngumu kama ya robo finali ya Confederation, umeingia kwenye, kwenye nusu finali. Mechi zitakazofuata itakuwa na rotation, itakuwa na wenyewe. Wamecheza akina Abdulrazak, wameanza wakaondoka na, walikuwa, game, hivi hivi, na akina umeanza, wakaondoka, akina Karabu na baadaye wameingia na, lakini wale ambao hawakucheza mechi ile wanapata nafasi, wanapata ndio maana umeona Ateba amecheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo rotation ni lazima kwenye mchezo mchezo kama huu. Na pengine fighting spirit ya mchezo wa Shirikisho dhidi ya Almasi. Siamini kwamba Simba wanaweza wakapunguza kitu chochote kuelekea kwenye mechi hiyo. Naamini kwamba watazidisha kwa sababu uh, nimefuatilia mara kadhaa, nimemsikia Ahmed siku moja akizitaja eras ambazo Simba imepitia. Kuna era ya mwaka 1974 ambapo Simba walicheza nusu fainali na wakaondoshwa na Ghazil El Mahara kwa mikwaji ya penalty, lakini wakaja kuzungumza era ya 1993, wengi wenu hapa hawakuwepo, pia wakati Simba wanacheza nusu fainali na na timu kutoka Angola sawa. So, na this time na era hii ya ambao Simba na ina nusu finali na koo hizo ni era mbili tofauti, tatu tofauti. Wale wa miaka ya zamani wanataka kujivunia kwa mwaka 1974 tulifika nusu finali kwenye kwenye Afrika wakati ule hmm. Lakini walifika finali, finali, sio nusu. Walifika finali wakacheza na Stella Abidjan. Na this time wamefika nusu finali, kwa hiyo hao wa kizazi hiki hiki ndio kitu ambacho wanaweza kuwaambia watu kwamba tulikuwepo, kama viongozi tulikuwepo, kama mashabiki wakati timu inafikia hatua hii. Kwa hiyo naamini kwamba wanapata wanapata hamasa zaidi, kwamba kuiona timu ikifika finali. Siamini kwamba kutatokea kitu chochote kitawashusha huo morale. Kwa nini walikuwa wanasema tunavuka this time? Kwa sababu wamekuwa hapo kwenye uh, robo finali zaidi ya sita. Kwa hiyo na wenyewe wako wanaona, kwa hiyo sisi level yetu ni robo finali tu. Sisi tutawaambia watu kwamba kwenye era yetu tulikuwa tunafika robo finali peke yake. This time wamefika nusu finali, ndio maana wanasema bwana tu wakati huu tunavuka. Sawa, imewasaidia wamepata hamasa, na naamini bado hamasa itaendelea kuwepo baada ya kuona mshindani unakwenda kukutana naye, sio kwamba ni mshindani mbovu, lakini kwenye uzoefu, kwenye hali nyingi, hata ubora wa msimu huu husika kwenye mashindano haya haya, Simba amefanya amefanya vizuri zaidi ya Stellenbosch. Vijana wanasahau elfu mbili na tatu Simba wa waliwatoa wa, hao wa, wa, Zamalek tena walikuwa mabingwa watetezi wa Champions League, lakini Simba walivyoenda kwenye group stage hawakufanya chochote, kwa sababu walikuwa timu ya kawaida tu. Kwa kumtoa bingwa mtetezi haimaanishi kwamba wewe haikupi eh, room ya moja kwa moja kwamba wewe unakwenda kufanya vizuri, si ni mechi moja tu ambayo umetoa ya mtoano, umecheza vizuri, iliisha. Nakuambia Zamalek walifungwa taifa moja bila wakaenda Zamalki wakashinda uh, Masri moja bila. Wakaenda kwenye Simba kashinda kwa kn lakini k kwenye group stage Simba timu bora mechi hiyo moja kwenye mechi nyingi well, I believe, kwa mtetezi ina ktangmtte kwamba eti utakayekutana naye utakwenda kufunga utarudi kwenye hali yako na watu watakuadhibu tu.